Haji Manara amemchana Mwijaku akisema kwamba kwa sasa kwenye taifa hili pengine yeye ndio mtu wa hovyo zaidi kuwahi kutokea. Na amemsifia mke wake kwa namna ambavyo anamvumilia kwa tabia zake ambazo anazifanya. So, ameweka picha ya Mwijaku na mke wake alafu akaandika, pengine kwa sasa wewe ndio mtu wa hovyo zaidi tuliye naye Tanzania, lakini Mungu kakuruzuku mke bora sana, mke mtulivu anayekupenda na kukujali, mke asiye na makeke na ambaye sio mtumwa wa mitandao. Wenzio wengi wake zao hata mkigombana kitu gani wapo mitandaoni kutafuta huruma. Wewe mke wako kakufumania na viwanafunzi, katulia tuli na ajaja kutuambia kitu huku. Usitumie ubora ulionao kumfanyia tena ujinga wako. Usimdhalilishe na kumtia unyo na usimfanye akose amani ya moyo wake. Na ukimya wake sio uzuzu. Imagine hili tukio lako la aibu ingekuwa kwetu, press zaidi ya buku zingekuwa zinafanywa na mabounsa wa kila sampuli tungewaona, lakini dada wa watu kama hakuna kilichotokea, anatulia timing e, kimya. Mkeo kafundwa huyo, kapata malezi sahihi. Please, mpe respect, Jaku. Ole wako ukiendelea upashkuna, wako vidume, tutajisogeza mosh soon tuokoe jahazi so. <laughs> Unaona anachokiandika Haji Manara hapa. Kwanza namchana Mwijaku kwamba anamuita ni mtu wa hovyo, lakini pia anamsifia mke wake kwamba amefundwa, ni mtu ambaye mbali na mmeo kufanya vurugu kama hizi e, kumkosea, kumsaliti na vitu vingine, bado hajawahi kumwacha wala hajawahi kusema kitu, hajawahi kufanya interview kumsimanga mume wake e, lakini pia anasema ingekuwa mambo kama haya yametokea kwake, anajitolea mfano kwa sababu ya kile ambacho kimetokea kati yake na Zailisa. Umeona namna ambavyo Zailisa amekuja mtandaoni kuandika vitu vizito sana anasema ingekuwa ni kwake basi mtu angefanya press karibia elfu moja, lakini anampa onyo hapa Mwijaku kwamba akiendelea na huu e, upashkuna, msehemu wa kizamani sana na muda sijausikia, basi vidume e, anasema vidume, tutajisogeza Moshi sun tuokoe jahazi. Maanaake ni kwamba e, e, anataka kwenda Moshi kwenda kulipa mahari ili mke wa Mwijaku apewe yeye Ndo lugha rahisi hapo kwamba e, kama Mwijaku ana tabia za kishenzi basi watamsaidia kumchukua. Alafu wa akaandika, moja ya vijana ambao bado hawajabadilika linapokuja swala la mahusiano ni mdogo wangu Haji Manara mwanamke bora na sio bora mke. Una mengi ya kujifunza mdogo wangu, kwangu mimi sema hala <laughs> kwa hiyo hii ni posti ambayo Mwijaku aliposti masaa 6, aliyopita na baadaye, Haji Manara amekuja kujibu. So niambia kwenye sehemu ya comments hapo na mtazamo gani, lakini pia nikukumbusha kusubscribe hapa SNS kwa taarifa nyingine kila wakati.